Hapa naenda kuandaa mbegu yangu kwa ajili ya ku kwenda kuweka kwenye kitalu. Hii ni mbegu ya mpunga ambayo nimeshaipima, nimeshaipima ni kiasi gani kinahitajika kulingana na ukubwa wa kitalu changu. Kitalu changu ni mita moja, mita moja na nusu mita moja na nusu. Kwa hiyo hapa nimepima mbegu yangu ambayo inatosha kwenye ukubwa wa kitalu changu. Kwa hiyo hapa naenda kuiloweka kwa muda wa masaa 24 Halafu kesho nitaipandikiza muda kama huu. Kwa hiyo hapa nimeiloweka kwenye maji kwa umu, nitaiacha kwa muda wa masaa 24. Kwa hiyo naiacha mpaka kesho, kesho then ndo nitakuja ku kuitoa na kwenda kupandikiza kwenye, kwenye kitalu. Hapa ni masaa 24 baada ya kuweka mbegu zangu toka jana. Hii ni mbegu ya mpunga ambayo naenda kuweka kwenye kitalu hapa nimemwaga maji nimeshaweka kwa muda wa masaa ishirini na nne. Hili ndio eneo ambalo nitakuja kumwaga mbegu na ndio frame hii, ndio fremu ya kitalu changu. Fremu yangu hii ina upana wa mita moja na ina urefu wa mita moja na nusu, kwa hiyo hapo ukipiga hesabu, hilo eneo ni mita moja na nusu mita za mraba. Kwa hiyo hapo nitakuja kumwaga kilo moja, kilo moja kilo moja na nusu ya mbegu nitakuja kumwaga kwenye mita moja na nusu ya, ya mraba. Kwa hiyo hapa nataka niandae, nitasawazisha eneo liwe liwe liko liko flat kwa chini ili lisiwe lina miinuko. Baada ya kusawazisha eneo kwa chini, natandika, natandika mfuko ili zile mbegu zangu. Ninachokitaka ni kwamba zisi, zisishike kwenye udongo moja kwa moja, lengo ni kutengeneza kitalu kwa hiyo hapo nimeshatandika nailoni. Kwa hiyo naandaa udongo kwa ajili ya kuja kusia mbegu. Nakumbuka hii fremu ambayo unakuwa unaiandaa lazima ina, ina urefu wa sentimita moja pointi tano. Ni udongo kidogo tu unahitajika, kwa hiyo utakuja kwa hapo juu, alafu baada ya hapo utakuja kusia mbegu. Kwenye maandalizi ya udongo lazima tu tufanye tufanye maandalizi vizuri, kwa sababu udongo ni kidogo, ni sentimita 1.5 kwa lazima tuwe tuna uhakika ni udongo ambao uko safi, hauna mambo, hauna mawe mengi, hauna mawe mawe na nini. Kwa ni udongo ambao unahitajika uwe laini kabisa, kwa tuna hapa tunafanya kama kuchekecha, kutoa baadhi ya vitu ambavyo havihitajiki kama mawe mawe na nini. Kwa hapa tuna chekecha kwa ajili ya kuandaa udongo. Kwa hiyo hapa tunachanganya udongo pamoja na ule na maji ambao tulikuwa tunauchekesha ule udongo ambao tulikuwa tunauchekesha kutengeneza hilo tope, lakini hatutengenezi tope peke yake, kwa maana udongo na maji lazima tuchanganye na haya ama, mapepe ya mpunga, ili ku kuzipa mbegu urahisi wa kupenya wakati zikiwa zinakua, zina ya mizizi, wakati ikiwa inakua ina tunaendelea kuchanganya mapepe pamoja na, na udongo. Baada ya kuchanganya ule mchanganyiko wa udongo maji pamoja na mapepe ya mpunga, tunatengeneza tope lenye uzito kama zege, ambao sasa tunaenda kumwaga kwenye ile frame yenye urefu wa sentimita moja pointi tano kwenda chini. Kwa hiyo hili ndio tope ambalo lita litapokea mbegu za mpunga kwa ajili ya kuoteshea. Sasa tunaenda kumwaga kwenye frame. Hapa sasa ni baada ya kumwaga tope, nimeshamwaga mchanganyiko wangu hapo kwenye, kwenye ile frame nilikuwa nimeiandaa. Kwa hiyo, sasa hapo nachokuja kuja kufanya ni kusambaza mbegu. Kwa hiyo nakuja hapa naanza kusambaza mbegu. hizi mbegu zitasambazwa kwa ukaribu zisikupe shida. Lengo ni kwamba lengo ni kwamba itakapokuwa inakuwa itakuwa imeshikana kwa ukaribu, ili kutengeneza ule mkeka wenyewe yani ili kiweze ku, kuwa kimeshikana vizuri. Kwa hiyo hapo sasa nimeshamaliza kuandaa kitalu, nimemwaga mbegu, nimenyunyizia na udongo kwa juu kidogo, lakini hapa ni kwa mazingira ya nyumbani, kwa hiyo nimetengeneza hicho kama ki, kama kichanja ili kuku wasije waka wakala. Lakini kwa mazingira ya shamba, ambacho tunaweza tukafanya tukisha mwaga mbegu, tunaweza tukafunika juu na majani makavu au mabichi yoyote, ili kulinda ile mbegu isije ikaliwa, kama tunavyofanya kawaida. Kwa hiyo tunaweza tuka tukafanya hivyo ili, ili kuilinda kuilinda mbegu isiliwe.